Na leo tuko hapa Sokoine, chuo kikuu Sokoine, kwa warsha ya siku moja, tukiwakutanisha wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali Tanzania. Wapo walioko hapa Sokoine, wapo walioko Jordan kokucha Dar es Salaam, wapo walioko Ariz Institute Tabora, lakini wapo walioko Riti Morogoro, hapo St. Augustine na wengine wengi katika kanda zote za Tanzania, ambao wana ufadhili wa taasisi ya Kijerumani inaitwa Bread for the World au kwa lugha rahisi ya Kiswahili, mkate wa dunia. Tunafadhili wanafunzi jumla 36 na hii ni programu ya ushirikiano kati ya Climate Action Network Tanzania pamoja na hilo shirika linaloitwa mkate wa dunia, Bread for the World, ikiwa limelenga zaidi kusaidia watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali katika muktadha wa ufadhili na uwezo wa kuendelea kujiendeleza kielimu katika elimu ya juu. Tuna wanafunzi wa ngazi ya stashahada, shahada pamoja na wa uzamili, kwa maana ya diploma Bachelor degree, master's degree. Sisi tunachukua wanafunzi kutoka kwenye kwa muktadha tunalikuruti, kwa muktadha wa jenda, mambo ya jinsia, na ukihusianisha na changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Mabadiliko ya tabianchi yanaathiri zaidi jamii ambazo zina uwezo kidogo wa kiuchumi au zina uwezo, zinakumbwa na changamoto ya kupata au kufikia fursa, access to opportunities. Kwa hiyo wanapata changamoto kukidhi mahitaji yao ya kila siku, ikiwemo hitaji la kuwapeleka watoto shule. Kwa hiyo vijana ambao wako recruited ni wale ambao wanajihusisha aidha na harakati za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwenye mashirika na taasisi ndogo ndogo. Pia kwa kuzingatia kwamba CAN Tanzania ni mtandao wa taasisi zinazojihusisha na mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo tuna kazi kadhaa za kufanya ikiwemo hiyo ya kujenga uwezo wa taasisi hizo, na kwa muktadha wa kujenga uwezo wa taasisi hizo mradi huu umechukua pia viongozi au wafanyakazi kutoka kwenye hizo taasisi katika ngazi ya masters na bachelor, tukiamini tukiwawezesha hawa kwa njia ya kupata elimu sahihi, kupata elimu ya juu, wanaporudi kwenye taasisi zao wanakuwa viongozi bora zaidi kuliko ambavyo wangeachwa tu. Mabadiliko kuelekea usawa wa kijinsia ni swala mtambuka. Sisi kama Tanzania na kwa kutumia hawa wenzetu wa Jerumani ambao wamenyoosha mkono wao wa ufadhili kwa vijana wetu wa Kitanzania kupata fursa ya kujiendeleza katika elimu ya juu, wanatupa nafasi pia ya sisi kuchambua sera mbalimbali mbali na kuona ni wapi pana madhaifu. Kwa hiyo wanapokuwa viongozi, wanapata nafasi ya kuchambua sera na warsha mbalimbali, anapokuwa amesoma anaelewa ni wapi pana matatizo pana mapungufu, lakini ni wapi ambapo ni imara, ila ni imara kwa maana ya maandishi, vitendo haijafanyika. Kwa hiyo anatoka shule kurudi kwenye taasisi yake, tukimsisitiza zaidi sasa akafanye kwa vitendo, akahusishe kundi sahihi kwenye eneo sahihi. Kama ni maamuzi yanayohusu watu wenye changamoto ya usikivu, wapewe nafasi ya wao kujieleza na sio kusemewa kitu ambacho katika hali ya kawaida mtu anaye hawa ni walemavu tu akawekwa pembeni, lakini mabadiliko halisi anahisia kwenye ngazi za familia, kwenye maofisi yetu, huko familia tuwape nafasi walemavu wa namna zote waweze kujieleza. Sasa kama ni mzazi mwenye elimu kama hawa ambao tunawafadhili sasa, wanaporudi wengine ni vijana wadogo, wajaanzisha hata familia, akianzisha familia na uelewa wa kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanahusianaje na, na walemavu maana yake hata atakaposhiriki kwenye utunzi wa sera iwe ni sheria ndogo ya kijiji au ya mtaa, iwe ni sheria ya nchi, kama amepata access ya kuwa mbunge au kiongozi wa juu serikalini, hawezi kuwa sawa na mtu ambaye hakupata hayo maarifa. Ni tunawashauri na kuwaelezea umuhimu wa wao kujihusisha kwenye matendo sahihi ambayo yanawapambanua kwanza wajiepushe na vitu vinavyoweka kwenye mitego ambayo inadhalilisha utu wao, na kwa njia hiyo wanakuwa ni mabalozi wazuri wa kueleza tabia njema kwenye jamii tunayoishi. Sasa kama hawezi kujieleza yeye, kujipambanua yeye, na hawezi kuwa balozi mzuri kwa hiyo tunawajengea uwezo na kuwasisitiza hivyo, kwamba tukiamini wakiaishi maelezo mazuri, wakiaishi mafunzo mazuri, na wakiishi maadili mazuri ambayo Pengine anaanzia ngazi ya familia naamini hata walimu madarasani kwenye mihadhara yao watakuwa wanasisitiza uadilifu. Kwa hiyo, cha kufanya zaidi, kwanza kama vijana, vijana ni zao la wazee. Wazee waishi kwenye uadilifu, huo uadilifu uambukizwe kwa vijana na vijana wataambukiza watoto wao watakapoanzisha familia na kama jamii. Kwa njia hiyo tutakuwa na mfumo ambao ni imara zaidi. Kwa sababu kijana peke yake hawezi kuishi kwenye uadilifu wakati mzee ambaye ni baba yake kaka yake au mama yake yuko nje ya mfumo wa uadilifu na yuko nje ya mfumo wa maadili. Naitwa Lovness Mkya, ni mnufaika wa programu hii iliyoanzishwa na CAN Tanzania ya ufadhili wa masomo, na kwa sasa nasoma Masters of Science in Data Science. Siku ya leo tumekutana hapa um, Sokoine University of Agriculture Morogoro, kwa ajili ya mafunzo kuhusu masuala ya jinsia na mabadiliko ya tabianchi. Katika mafunzo haya tumeweza kuelewa ni kwa jinsi gani vitu hivi viwili vinashahabiana na kwenye masuala ya jinsia, tunaposema mabadiliko ya tabia nchi yanakuwa yanawaaffect watu wa ya jinsia mbalimbali tofauti. Kwa hiyo kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, makundi mbalimbali ya jinsia yanakuwa na yanaathiriwa tofauti. Kwa mfano, unakuta wanawake kutokana na ukame wa muda mrefu wanatumia muda mwingi kufuata vyanzo vya maji ambavyo katika kufuata vyanzo hivi vya maji wanakutana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunapoongelea masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi, hatuwezi kuacha makundi ya kijinsia na kuainisha ni jinsi gani yanaathiriwa na masuala haya ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Labda, tunapoongelea watoto wanaenda shule uh, wanakutana na changamoto mbalimbali za mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini wanauelewa kiasi gani kuhusu masuala haya ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika mafunzo ya leo, sisi kama wanufaika tumeweza kuelimishwa ni jinsi gani ni jinsi gani haya makundi mbalimbali ya jinsia yanaathiriwa na, na mabadiliko ya tabianchi na sisi tuna mchango gani sasa katika elimu hii tunayoipata kuirudisha kwenye jamii zetu ambazo ndio wahanga wa mabadiliko haya ya tabia ya nchi. Ni mtu mwenye ulemavu uziri na tukia Zanzibar, nasoma Open University of Tanzania Master of Art in Gender Studies Zanzibar branch na ndipo katika taasisi ya jumuiya wanawake wenye ulemavu Zanzibar CAN Climate Action Network Tanzania imenufaika nayo na kunisaidia kwa kuweza kufadhili masomo yangu ya master na kujiendeleza katika kozi ya jinsia. Pia vile vile, ndipo katika taasisi yako na kujumuisha na kuisaidia au na kuiwezesha pia kwa wanawake wenye ulemavu jinsia pamoja na wasichana, ili kuwaweza kuwapa elimu na kupata mwamko na kuhusu wenye kunijitambua kuhusu ulemavu pia vile vile, masomo haya ya jinsia nimeweza kufahamu changamoto zinazowakabili wanawake wenye ulemavu pamoja na changamoto zinazowakabili na pia vilevile vile, nimepata njia, njia za kuweza kuzitatua changamoto hizo. Pia vile vile, baada ya masomo yangu na kurudi katika taasisi yangu nitaweza kutoa mchango wangu katika taasisi yangu na kuwawezesha watu wenye ulemavu kwa kutumia fursa au elimu jamii na kuwapa, kwa kunufaisha jamii na kuwapa uelewa kuhusu na watu wenye ulemavu pamoja na kuwapa mwamko. Kani imetusaidia kwenye NGO yetu kupata scholarship ambapo mimi ambaye nimenufaika, nimenufaika kwa kusaidiwa kulipiwa ada katika Chuo Kikuu cha so, uh, uh, Jordan University ambapo kipo Morogoro, nasoma MBA in corporate finance. Kwa hivyo tunawashukuru sana Kani kwa kuweza kutuwezesha kuweza kufanikisha masomo yetu na baadaye kurudi kuwa uh, e, kiunganishi kikubwa katika kuongoza na kumanage masuala ya fedha basically. Huu mradi wa CAN wanasaidia watu ambao hawaja hawajaajiriwa na serikali, lakini pia wanaamini kwenye kujiajiri. Kwa hivyo sisi kama okoa vijana, vijana ambao tumejiunganisha tumeungana pamoja katika kuweza kujitegemea na kupambana na maisha tumefanikiwa kupata ufadhili huu ili tuweze kufanikiwa kujiendesha zaidi katika shughuli zetu za kila siku. Eh, kabla ya, ya ufadhili huu nilikuwa sina uwezo wa kuweza kujiendeleza kimasomo, lakini kupitia CAN nimefanikiwa kujiunga na, na masomo ya, ya, ya masters, hivyo ninashukuru, naishukuru uh, uongozi wa CAN kwa kuweza kutufanikishia kunifanikishia kuendelea na masomo ya juu zaidi na baadaye nikirudi nitakuwa kiunganishi kikuu kabisa katika taasisi yetu ambapo tuta wa, wa, wa, wasaidia vijana wengine kuweza kufanya kazi, lakini pia kupenda shule zaidi.